Na huu ni utabiri wa hali ya hewa wa saa ishirini na nne zijazo kuanzia saa tatu usiku huu. Kwa usiku huu ni matarajio yetu, katika maeneo yote hapa ya nchini yanatarajiwa kuwa makavu. Mifumo ya upepo inatuonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Viktoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa na kwa ukanda wa pwani yote. Hali ya ziwa pamoja na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Hali ya joto bado inaonekana kuendelea katika maeneo mengi huku kiwango cha juu zaidi cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 35 katika mkoa wa Morogoro. Ikifuatiwa na nyuzi joto 34 katika mkoa wa Katavi, Tabora, Kilimanjaro, Dar es Salaam na Pwani kijumlisha visiwa vya Mafia. Mpendwa mtazamaji, kusikia kesho ni matarajio yote katika maeneo yote hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri siku zijazo kwa jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 5 na tarehe sita. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo kwa siku ya tarehe sita. Kilimanjaro tunatarajia vipindi vya jua. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Morogoro tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe sita. Arusha tunatarajia vipindi vya jua. Ni kusi uendelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Phares, asante na nikutakia wakati mwema.